Je, kuna vita inayoweza kuhusisha Marekani, Urusi, China na kusababisha mamilioni ya vifo kwa sekunde chache tu? Vita kati ya Israeli na Iran siyo tu mgogoro wa kawaida, ni bomu linalosubiri kulipuka, na linaweza kuuchoma ulimwengu mzima. Leo tunasimulia kwa undani chanzo cha uhasama huu, madhara yake makubwa, mashambulizi ya karibuni, na nani hasa ana hatari zaidi. Karibu kwenye simulizi za kweli, mahali pa kupata simulizi sahihi zenye msingi wa historia, ukweli na uchambuzi wa kina. Kabla hatujaanza, bonyeza kitufe cha subscribe na kengele ya notification ili usipitwe na simulizi zetu zinazofuata. Mwaka 1979 Iran ilipitia mapinduzi ya dini ya Kishia yaliyomwondoa Shah aliyekuwa rafiki mkubwa wa Marekani na Israeli badala yake Ayatollah Khomeini aliingia madarakani na kuifanya Iran kuwa taifa la dini ya kishia linalopinga kabisa uwepo wa Israeli. Kutoka hapo Iran iliitaja Israeli kama shetani mdogo, huku Marekani ikiitwa shetani mkubwa. Kabla ya mapinduzi hayo, Israeli na Iran walikuwa washirika wa karibu. Miradi ya biashara, ujasusi na hata ushirikiano wa kijeshi vilikuwa kawaida. Lakini baada ya mwaka huo, kila kitu kilibadilika. Iran ikaanza kuunga mkono makundi ya kiharakati kama Hezbollah, Hamas na Houthi, makundi yanayopinga uwepo wa Israeli. Israeli kwa upande wake imekuwa ikifanya mashambulizi ya anga ya siri dhidi ya vituo vya kijeshi, vinu vya nyuklia na viongozi wa vikundi hivyo vilivyo karibu na Iran. Kwanza, Iran inataka kuwa taifa lenye nguvu zaidi Mashariki ya Kati ikiwa na ushawishi Syria, Lebanon, Iraq na Yemen. Hili linaifanya kuwa tishio kwa Israeli, ambayo haitaki taifa lolote linalotishia usalama wake. Pili, mpango wa nyuklia wa Iran umezusha hofu kubwa. Israeli inaamini kuwa Iran inalenga kutengeneza bomu la nyuklia na hilo ni mstari mwekundu. Tatu, mashambulizi ya mitandao cyber attacks, yamekuwa yakitokea pande zote mbili huku mashirika ya ujasusi Mossad na IRGC yakitekeleza mauaji ya siri na mashambulizi ya teknolojia mwezi Juni mwaka 2025, vyombo vya habari vya kimataifa vimeripoti kuwa Israel imefanya mashambulizi ya anga katika mikoa ya Isfahan, Shiraz na Kuzestan ndani ya Iran. Lengo lilikuwa kudhoofisha vinu vya nyuklia vya Iran na kuzuia maendeleo ya teknolojia ya silaha Mashambulizi hayo yalisababisha vifo vya takriban raia 430 na zaidi ya watu 3500 kujeruhiwa. Iran ilijibu kwa kushambulia miji ya Tel Aviv, Haifa na Beersheba, ambapo hospitali, shule na vituo vya umeme viliharibiwa. Mashambulizi hayo pia yaliua makumi ya raia wa Israeli na kuleta hofu ya vita ya wazi. Marekani ikiwa mshirika mkubwa wa Israeli ilijibu kwa kuhamasisha vikosi vyake kutoka Guam na Mediterranean, ikiashiria kuwa inaweza kuingilia ikiwa vita itaenea. Wakati huo huo, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Khamenei, alitajwa kuwa amepanga warithi wake watatu huku kukiwa na hofu ya kushambuliwa. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanaonya kuwa mgogoro huu unaweza kuwa mwanzo wa vita kuu ya tatu ya dunia ikiwa hautasimamiwa haraka. Je, unaona upande gani una makosa zaidi Iran au Israeli? Unadhani Marekani itaingia rasmi vitani upande wa Israeli? Tupia maoni yako hapo chini, tunasoma kila mmoja na kujibu. Hii ni nafasi ya wewe kushiriki simulizi za kweli. Ikiwa unapenda maelezo kama haya yaliyo na historia, uchambuzi na taarifa mpya kabisa, usisahau kusubscribe kwenye channel ya Simulizi za Kweli. Hapa tunazungumza kwa ukweli, tunasimulia yaliyojificha na kukuweka karibu na habari zinazotikisa dunia. Bonyeza like, share na comment, na tukutane kwenye video inayofuata.